Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amesema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, mkakati wa mitano tena ni kwa mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassani na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini wabunge na madiwani wasubiri mchujo ndani ya chama. Wasira amesema hayo alipokuwa akizungumza katika kikao cha ndani kilichohusisha viongozi wa CCM wilaya ya Nyasa katika mji wa Mbamba Bay mkoani Ruvuma ambapo anaendelea na ziara ya kuimarisha chama na madiwani watakaochaguliwa kwa utaratibu wa haki. <laughs> tano tena kama alikuwa nayo mitano, kama alikuwa na, na mitano halafu hayupo, ni mitano tu mipya <laughs> maana, sio kila mtu ni mitano tena. Ha, mitano tena ni Samia, wengine tunachujana na kwa vikao vikao vya kata, vikao vya wilaya, vya na vikao vya mkoa odo, tendeni haki kwa wanachama wenu. Narudia, watendeeni haki wale wanaostahili haki, msiwarete wale ambao wanafikiri rushwa ndio jibu. Akifafanua zaidi, Wasira amesema mabalozi wa CCM wana kazi ya kuchagua wagombea safi kupitia kura za maoni, ambapo watauzika mbele ya wananchi na sio wagombea ambao wanaotokana na kununua kura. Ameongeza kwa kusema kuwa chama kinataka viongozi ambao watasimama katika nafasi za uwakilishi kwa sababu wametumwa na wananchi na kwamba wakienda kwa, kwa ridhaa ya wananchi hawaweze kupotea kwa sababu watajua nyuma yao kuna watu ambao wanawatazama. Mwakamu mwenyekiti wa sira amesisitiza kwamba chama kinataka kwenda katika uchaguzi mkuu na kushinda kwa kishindo bila ya gharama nyingi wala migogoro. Pamoja na hayo, amesisitiza vikao vya chama, kata, wilaya na mkoa vitende haki kwa wanachama wote. Sisi ni wamoja na umoja wetu haukutokana na, na uganga wa kienyeji. Umoja ule umeundwa kutokana na maamuzi ya asiri. Kwa hiyo, ukiona nchi yetu watu hawabaguani kwa rangi, hawabaguani kwa makabila, hawabaguani kwa dini, hapo ndipo msingi uliotuleta jenga sisi sasa. Ukikuta mtu ana akili timamu tena kiongozi wa kisiasa anataka kubomoa umoja huu, huyo mwambieni umekosea njia, umwambie hapo umekosea njia. Umepiga rong namba. Unajua huwa unapiga halafu anakwambia namba uliopiga haipatikani sasa mwambie hapa ulipoipiga namba ambayo haipatikani. Nawaambia, akija mtu anaeleza sera zake ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani, waambieni umepiga wrong number. Nikiripoti taarifa hii kutoka Mbamba Bay, mimi naitwa Grayson Kapinga, Jongo Media TV.